Hatujaona raha, tunaoga kwa wiki mara moja, au kwa mwezi, au na wengine tusubiri mvua inyeshe, tuje tunyeshewe tu, tuone maji. Kwa kweli tulipata shida, tulikuwa tunachangia maji na ng'ombe, utafikiria wanyama wa porini. Ni wananchi wa kijiji cha Mangida, jimbo la Ilongero, wilayani Singida, mkoani Singida, baada ya kupatikana kwa maji katika kijiji chao, maji ambayo yataondoa adha waliokuwa wakipata hapo awali ya kufuata maji umbali mrefu ambapo akina mama ndio walikuwa wanapata adha hiyo kwa kiasi kikubwa. Kwa jina naitwa Magdalena Tandu Moranga. Mimi ni mwananchi wa Mangida. Na ni mama anayeona shida ya maji, anayenepata shida. Tumetoka mbali kwenye kijiji cha Mangida tumepata shida. Hata kama una mimba, unatoka hapo unaenda kutuchota maji msange na kichwa umebeba galoni mkononi. Na mimba kama ya miezi tisa ya miezi nane. Shida tuliyoipata mpaka sasa hivi tumepata shida mpaka sasa hivi tuna wajukuu. Ninaomba Mheshimiwa Rais pamoja na mbunge pamoja na diwani, mlichokifanya Mungu atawatangulia na atawalipa yale yote mliyoyafanya. Ninashukuru na ninasema asante kwa serikali ya Mangida iliyokuja kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Labda ndio Mungu amejibu maombi yetu. Tumeteseka sana sisi wananchi wa Mangida. Sisi tunachota maji Sagara, Indeshi kwenye bwawa na Msangi. Tumepata shida sana mpaka sasa hivi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja mm -hmm, na mbunge pamoja na Elia Dira diwani wetu. Mungu awabariki. Na tunaomba mtupandishie maji yafike kule kijijini. Maana hata mkituachia maji hapa sawa sawa, tujapata kitu. Shida tuliotoka na hii shida ya maji mpaka sasa hivi. Yaani, tumeteseka sasa sana si wananchi wa Mangida. Na wa, akina mama ndio tunaoiona shida. Hatujaona raha, tunaoga kwa wiki mara moja au kwa mwezi. Au wengine tusubiri mvua inyeshe tuje tunyeshewe tu, tuone maji sana sana tunapata maji ya kupikia ugali watoto wanaenda shule wajafua tunatembea tukinuka majasho mpaka mvua inyeshe kwa jina naitwa muna kinwa simuna mimi ni mkaaji wa kijiji cha Mangida maji ilikuwa tunapata endesh tunapata gairo maili tatu mpaka maili nne unatoka saa nane ya usiku unakuja saa tisa mchana huku umebeba kibuyu chenye lita ishirini kwa bega. Sisi wakati huo tulikuwa watoto, hata wakati ule unaamshwa kuamka kwenda kuswaga ng'ombe, unaona baba na mama wananitesa. Kwa kweli tulipata shida, tulikuwa tunachangia maji na ng'ombe, utafikiria wanyama wa porini. Mpaka leo hii nashukuru Mungu, tulikuwa tunaomba sisi, tunaombaga kijadi na leo hii tumefanya kijadi na mwanzo tulifungua maombi ya kijadi, Mungu akasaidia, leo hii tumeyaona maji. Wazee ni hazina, wazee waheshimiwe. Jina langu naita Felista Ernest, ni mkazi wa kijiji cha Mangida. Nitoa tu historia fupi, tangu nimekuja Mangida 1985 nilitokea sehemu ambayo ilikuwa na maji lakini nilipofika hapa nilikutana na mahadisi ya maeneo ya kusema kwamba tulikuwaga na kisima ambacho kilikuwa na maji, tulikuwa na umwagiliaji wa bustani, lakini sikuiona mpaka sasa hivi. Nina miaka arobaini. Nimekuja tu nimeona lile tangi pale chini na maji yalikuwa yapande juu. Sasa kwa kuwa serikali sasa hivi imetuona, imeona Mangida ni jinsi gani tumeteseka, kwa kweli tumeteseka, tumeteseka. Ukiangalia watoto wetu kifananisha na watoto wengine watamani tutasema hawa wazazi labda ni wachafu. Ukiangalia mifugo yetu, saa zingine, kwato zinaisha kwa sababu ya kutembea kutafuta maji umbali umbali mrefu. Kwa hiyo kisima hichi baada ya kuchimbwa, uhai wa mwanadamu ni maji. Tunaona sisi tut, tutanufaika na kunufaika kwetu maji yapande juu, kwa sababu tukisema yabaki huku chini tutakuwa bado hatujanufaika, shida yetu itakuwa bado iko pale pale kwa sababu mimi au mtoto au mzazi mwingine wengine hawana uwezo na mifugo haiwezi kuchota huku mara mbili mara tatu. Mtupandishie maji juu, ili tuchote tupate na sisi fursa ya kuingiza hata mabomba majumbani kwetu. Mimi kwa majina yangu naitwa Bonifasi Sima Mngoya mkazi wa kijiji hiki cha Mangida. Wa kwanza nimshukuru Mama Samia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa pili Mheshimiwa Ramadhani Abedi, ndo ambaye ni mbunge wetu wa jimbo la Singida DC, na wa tatu Mheshimiwa diwani wetu kata ya Msange na ni Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, kwa kazi nzuri walioifanya kwa kushirikiana kuhakikisha kwamba kijiji cha Mangida kupata maji, kutokana na hali halisi wananchi wanavyopata shida ndani ya miaka mingi pia nikishukuru Chama cha Mapinduzi kwa kuchagua serikali imara yenye kujali maslahi ya wananchi wake na kuwafikishia huduma karibu. Sasa mimi kama mwananchi wa Mangida, tunatoa shukrani kubwa kwa serikali yetu, iendelee kutenda mema kwa mradi huu tuliopata mkubwa kijiji chetu cha Mangida. Kwa kweli hata pia maendeleo yetu yatakwenda kwa kasi, kwa sababu nikiamua kujenga nyumba sasa, kama maji yatasambaa vitongoji vyote, kwa hiyo tutatumia gharama ndogo kuliko siku hizi za nyuma. Ukitaka kujenga hapa mpaka miaka tano ndio malize nyumba. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya Singida DC Elia Diga, yeye akaishukuru serikali kwa kuchimba kisima hicho na kutoa maji safi na salama na kuwasogezea huduma ya maji wananchi karibu na maeneo yao. Tunaona mashine hizi za kuchimba maji ambazo zimefika katika kijiji cha Mangida na zimechimba kisima chenye urefu wa mita mia moja na kumi na nane. Kisima hiki kimetoa maji kama mlivyoona, na ukiangalia, mmeangalia kisima cha pili ambacho mmeenda mmepiga picha, kisima hicho kilichimbwa miaka ya sitini na nane mpaka sabini na Mwalimu Julius Kamarage Nyerere kilipochimbwa. Kama mlivyoona, mwaka elfu mbili na kumi tulichimba kisima kingine kama mlivyokiona cha sola. Katika visima vile vyote, kisima kilichochimbwa miaka ya sitini na nane ni kisima ambacho kilikufa kwa sababu ya bomba kuzeeka kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa tunaishukuru sana serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, hasa Mama Samia suluhu Hassan. Kwa hiyo nina imani wanawake wa Mangida kama mnavyowaona hapa hawa, wameishi kwa muda mrefu kwa kupata maji kwa shida, wanatembea zaidi ya kilomita tano, kilomita sita, mara nyingine kilomita kumi Sagara, Sefunga na Msange kutafuta maji safi na salama. Sasa maji yamepatikana ambayo ni safi na salama.